Bwana, muziki wa Tanzania unakwenda katika engo ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia ufike, na kweli unakwenda kufika huko ambapo watu wanatamani ufike. Ngini kwenye grami atufiki eh, kwenye grami grami hiyo safari nyingine. Ndugu yangu, hii safari ya kukaa studio kurekodi mm sawa, tunaenda, tunaiweza mm, hii tunaiweza sana, lakini ile ya kuingia kushindana kina Tyla kina Barnaboy eh hey, kugumu mm, kunapiga kwa shindana na mtu ambaye anakata kiuno kimesimama mgongo ndio unaoenda. Yaani kiuno kiko hapa mgongo huko kushoto. Na ni Tyler. Uchezaji wa Tyler. Mm -hmm. <laughs> Naona na Ira pia anauiga uiga wao uchezaji. Eh, yani mgongo huko kushoto kiuno kiko kulia. Bani Zuchu vipi? Hmm. Hivi Mm. -hmm. mfano kati ya, ya Tyler na Ira unaweza uzuchu unaweza kama kwenye nafasi ya nani hapa Mm. Lakini si ndio wote wenzii ao na <coughs> kuna kipindi ilikuwa ni mashindano ya nini, ilikuwa ni nini kile ushe kukutanaga eh? Zuchu na kina Aira niliona walikutanaga Zenji, yes. Ni Zenji sijui, ilikuwa sijui ni Zanzibar walikutana Aira Star na Zuchu mm. -hmm. ya walikutana wale mm. -hmm. wakona wana... wanazungumza wanazungumza wana e. Eh. Lakini Zuchu naye ana aina yake sema <coughs> tu tofauti ni lugha, lakini Zuchu naye iko vizuri mm -hmm. ya mziki wake ni mzuri. Uh, kwenye kuperform na perform vizuri naye yeah. Pia amekuwa mzuri kwenye kudansi siku hizi, kama ile siku wananchi ilikuwa ni balaa. yeah, yeah. Ndio maana unaambia msanii, ukishakuwa full package hiyo ni nzuri zaidi. Unajua kuandika, unajua kuimba, lakini pia unajua kudansi na unajua kuperform live. Unajua kuna kuperform live na kuimba studio watu wasanii wengi wanajua kuimba studio kuliko ni kuperform live. Mhm. Mm -hmm. live na Romeo bro. Yeah, kabisa. Mm -hmm. Video vizuri. Suchu naye yuko vizuri. Tumpe tu mwana. Uh, Suchu anajua. Anajua. She's good. Bana, tuko na taarifa mbaya kuhusu Mbosso na Harmonize. Mm -hmm. Eh. Alafu, bwana hawa ni watu ambao wali wali wali waliwahi wali kuwa pamoja kwenye lebo moja. Mhm. Mm -hmm. Ah, sasa just imagine. No, waliwahi kukaa pamoja. Waliwahi kuimba wimbo pamoja kweli, hata kwenye ile lebo mbali na wimbo wa kundi. Leni kolabu ya pamoja sidhani. Hmm. Kolabu ya pamoja? Mm hmm. Kolabu, kolabu... Kamba Harmonize na Mbosso? Hmm. Harmonize na Mbosso? Mm. Mbosso. Zaidi tu Harmonize alimba na Lichi Mavoko lakini pia akaja akaimba na Diamond Platnumz. Pia, yeah, alimba na Diamond, alimba na Queen Darling. Alimba na, na, na, na Rayvanny pia alimba, alimba nae. Hmm. Ya. Yeah. Kwa Mbosso sijai kuona kama... Oh, au aina ya muziki wa Mbosso na Harmonize ulikuwa uendani? Ah, wale wewe wote wote wako vizuri. Sasa kwa nini hawakuwahi kutoa collab pamoja? Hmm, waje, waje kushirikiana kwa sasa hivi kipindi ambacho wote wanajitegemea. Unajua kuna kuna time tu unakuta mabosi hmm, wanaamua tu bwana nyinyi msilink up, kwa sababu mkilink up, kuna kitu takipoteza amegira labda kwenye branding au yeah, kwenye vitu vingine vya kuingiza fedha na nini hmm, so pengine wao wanahisi sasa hivi ni muda wao sahihi kuunganisha nguvu kufanya kitu cha pamoja. Mm. Mm. Niliona pia aina yao ya jinsi wanavyoshirikiana wakiwa studio mm, kitu ambacho niliki, nilikipenda sana lakini na, nahisi ni kitu kizuri ambacho kinaenda kuja jamani, I can't wait ambacho da kukitoa eh? iko vizuri yeah. na mi pia nimeona uh, nimevutiwa kwanza kwanza nimevutiwa katika upande mzima wa muziki wa Tanzania kuwaona ma, ma giant kama mm, Mbosso na Harmonize studio mm, kwenye studio session moja. It was a wow. Yeah, amazing. E, una unafurahi una kuona mziki wetu unapoelekea, yani hakuna zile uh, chuki yani wote walikuwa katika lebo moja wakatoka, mm -hmm. kila mtu kwa muda wake, lakini unaona bado wana ule ukaribu, ushikaji bado upo yep. So ni kitu kizuri wafanye kitu kama ni kweli project inakuja baina yao wawili, basi ile project ya maana maana ukichukua uandishi wa Harmonize ukachukua uandishi wa Mbosso, hatari hatari, moto faya, balaa mno. Sasa wafanye kitu cha maana cha mm -hmm. maana sawa, lakini baada ya ile video kusambaa na kuonekana kwa watu, kuna mm -hmm. chokochoko zilianza i jamaa mm -hmm. bwana, wavyorudi vile, lazima kidogo wamungurumishe bosi. no. e, yaani kidogo wa... no. Down down down shuka chini kidogo afutulia. Kwani hivi kwa nini kila msanii tageti yake ni hivi? Kila msanii hapa Tanzania ya tageti yake ni kumshusha Diamond alipo, au wow. yeah of course, siku zote mtu ambaye yuko juu, sidhani kama kuna watu wote ambao wanatamani aendelee kuwepo juu. Kuna watu pia na ishu sio kumshusha chini, yaani mm, ishu ni kwamba kutamani kufikia sehemu alipo yeye. ye mm, sio vizuri siku zote kumtoa mtu aliyekuwa yuko juu kwenda kukanya nafasi. Sidhani kama atakubali yeye, umwambie shuka, akashuka lazima kidogo mtingishie ngazi ipate kumtetelesha sawa. Kwa hiyo unajua, unasema kwa sababu hata Mario mm. kuna ujumbe aliandika alisema, alitamani kutoa wimbo hivi karibuni wimbo, alitamani mm. autoe, lakini kuna vitu viko nje ya uwezo wake vimetokea hivi karibuni, kwa hiyo kimemfanya ye asitoe wimbo, na imekuwa afadhali kwa wasanii ambao sisi tunawaona kama ndio namba moja au msanii namba mm. moja Tanzania, mm. yani, imekuwa afadhali kwake kwa, kwa sababu huo wimbo angeutoa ndio ungemtenganisha baina yake yeye na wasanii ambao sisi tunaona kama ni wakubwa Tanzania, ndiyo. kwa hiyo huo wimbo wake angeutoa ndio kwa wimbo namba moja on trending, top. Sure. Mm. kwa hiyo sasa kwa, ka, kwa kauli ya Mario ndio anakuja kulinganisha sasa sasa hivi <coughs> na maneno yako ulisema kwamba kila msanii anatamani akae namba moja pale juu. mm -hmm. Na namba moja ikiaminika kwamba ni Diamond ndo iko namba moja mm -hmm. So Harmonize na Mbosso wameamua kukaa zao studio waamue kutengeneza ngoma ya pamoja ili kumshusha nani, na siku zote unaambiwa uh, anayekuroga sio mtu wa mbali mm -hmm. Ama anayecheza na wewe sio mtu wa mbali, ni mtu wako wa karibu, kwa sababu ye ndo anajua mpaka umini wako mm -hmm. Mm -hmm. Sasa hiyo ndo mbaya sasa, hapo natamani sasa kwenye hilo <laughs> angeingia na Alikiba kidogo hapo King eee, eee. Ah, just imagine, just imagine hiyo ngoma ya pamoja kuna King, kuna konde na kuna yaani mimi, kani. Mimi naona kama kama ingekuwa ni timu ya kuangamiza awepo mboso awepo Harmonize na Mario, Mario. <laughs> Sawa, alafu ngoma isimame kwa sababu kolabo ya Mario Rivani na na Harmonize kwa bonge moja la kolabo, unaona ngoma ipo na bado inafanya vizuri, na kila mtu kaonyesha uwezo wake. Harmonize kaonyesha uwezo, Mario kaonyesha uwezo, Rivani. So sasa huku kama angeongezeka Mario mm. kwenye ile list ya Harmonize na Mbosso, trust me, ingekuwa mm. ni ngoma kali sana sijui, yeah. ngoma yao itakuwa ina maudhui gani kama itakuwa kwenye maadhi ya mapiano mm. of course, simpingi Mbosso, ogopa msanii ambaye anaimba kwenye biti za mapiano Natamani okay, sana kama ingekuwa tu ngoma <coughs> fulani hivi ilotulia haina vurugu, yani uandishi fulani hivi kwa sababu wote wale ni watu ambao wakiamua kuimba ngoma, yaani uh, aina ya ngoma ambayo imetulia, wana sauti nzuri sana za kubembeleza, sio leo vizuri, hususan kwa Mbosso <coughs> kwa sababu tunajua pia Harmonize sauti yake ni ya kuwaka na zakaimba, hata singela, mm, hata uh, ama piano, lakini natamani sana kwa, kwa kama ndio wameanza kufanya kolabo pamoja watoe ngoma fulani ambayo imetulia yenye uandishi mzuri sana ngoma mm -hmm. fulani hivi hata mtoto ukimwimbia analala bila kunyonya hivi yeah. mm -hmm. kwa jinsi unavyoona uh, Harmonize na Mbosso kama inatoka kolabo ya pamoja ya kuimba, kwa masikio yako ambayo yashasikiliza wimbo wa Harmonize, sasikiza wimbo wa mm, Mboso. Uh, Mboso unadhani nani anakwenda kumfunika mwezie kwenye vocals for sure, Mboso afoshia mm. mm -hmm. Mboso Mboso kwenda kumfunika, jamani nikwambie kitu mm, Mboso anabembeleza mm -hmm. Mboso ana mashairi sikatoi kwamba Harmonize, lakini kwenye yani, sauti ya kuingia kwenye masikio, kakubembeleza kakuliwaza, mm. ah ni ni mimi hapa, ni Mbosso kani hapo. Tukataja jina lake, kataja jina lake hapo, ajashusha vitu hatari. Alafu yani, nachokipenda pia, kama ushie kufuatilia nyimbo za Mboso ambazo ni za mapenzi za kutulia, huwa ana aina fulani hivi ya ya ya maneno ama, yani tuseme, anatumia maneno fulani vitafsida fulani hivi, yani Kiswahili ninini achikunono Yeah, yeah. Ni siulo vizuri, yani ana lugha fulani hivi adhimu, yani anatumia uswahili mzuri ndani yake. Ndio maana nakwambiaje, ikitokea kama anaamua kuimba ambaye anaweza akafunika ni mboso mashairi ya mboso, mboso pia huwa anazingatia matumizi, yani misamiati fulani hivi ya Kiswahili zaidi naam. Na ndivyo inavyotakiwa eh, na ndivyo eh, eh. Sasa hiyo sasa inamuonyesha ina, kwamba yeye kweli ni muindi wa kusini yani, sio jua sio jua haiba ya wahindi nini, ni mapenzi, ni huba na ukitaka kuwa na huba uwe na, na nyama nzuri ya ulimi yani uwe na maneno fulani hivi ya kumshawishi mtu mtuza, so vizuri, sio lazima mpenzi wako tu mwite mpenzi, mwite hani, mwite sweet, mwite hata maichununu. mm -hmm. Eh, mshunu wangu yani maneno fulani hivi jamani! <laughs> Hey, nachoka mimi misezi mbo sokani wana sorry kwa niyo <laughs> Hey. Na mosu Mbosso na Harmonize wako studio yep. mm. kwa pamoja kurikodi wimbo pengine mm. inaweza kata IP ya u album itapendeza zaidi it depends nawa no, wamejiandaa mm. vipi lakini story ndo hiyo bana. una maoni yako uh, juu ya kujua hii kitu andika hapo kwenye channel yetu ya YouTube mm. ya 69 media tz subscribe bonyeza salama, kingele, like share mm. komentishi zaidi na zaidi bana, mimi ni dabu 13. Mimi ni samikani behind the camera, mbosokani <laughs> <-grapher>. <laughs> mbosokani na samikani tena. Haya, bwana sisi tuna sign out.